Sawa sawa, hatutaki kuchukua muda mwingi sana Gabriel, yes. Now over to you yangu yes. Ilikuwa kuhusu kama Juma alisema tumeingia 2026 na 2025 imeisha, so nilitaka kuongea na kila mtu kuhusu vile tungetaka kufanya, kufanya mwaka huu na kituo chetu ninaona kwamba hatutaki kuwa mahali pa kulala tu. Watu wanaweza kulala kila mahali huko Kedong North Lake Town kila mahali, lakini tungetaka kuwa tofauti zaidi kuliko hawa wote wengine, na tunaweza kufanya hiyo kupitia vile tunaongea na wageni, huduma yetu, usafi yetu, mambo hayo yote tunaweza kutumia kujenga hizo sifa nzuri na 2025 tulifanya nzuri zaidi kuliko 2024 na ningetaka mwaka huu pia tuendelea kujenga jina, jina letu tukiwa nafanya kazi pamoja, na ndio vile huduma yetu kushughulikia changamoto na jinsi tunavyojali mambo madogo, na nilitaka kuwapea mfano hii ilifanyika jana usiku. Ni kuhusu mambo madogo katika kazi yetu um, Susan kati kazi yako ya housekeeping, mambo ndogo ambayo mara pengine unaweza kusahau kufanya ni nini, kuingia huko ndani sindio? Caroline, unaonaje mambo mdogo ambao mara nyingi unasahau kufanya, okay. Okay. Asante kwa sababu jana um, tulienda mali huko chini, tuende pamoja kwa familia. Kila Sunday tunafanya hiyo, na wakati nilikuwa naingia kwa gate lango kuu, hawakushika vizuri na iligonga gari yetu na kuna scratch kama hii kama hii si kubwa na mara nyingi hutaiona, lakini unajua hii scratch ita to how much it will cost us to fix that scratch. Na maoni gani? And, kama, kama hii itachukua pesa ngapi kufanya marekebisho ya gari yetu naonaje? tulikuwa ndio. Tunaingia ni wewe sindio? Alikuwa naingia, alafu askari hakushikanisha geti yao. Ndio, uh, ndio. Ndio. Sasa... na upepo, ndio si hapa, si hapa, wewe ulitufungulia, upepo ilienda na ikasonga lango, iligonga gari yetu na ilitengeneza scratch kama hii. Unafikiria hiyo scratch itachukua pesa ngapi kufanya marekebisho? oaes lakini kwa mfano elfu sita Wafula ndio.

kwa garaji yako so Susan elfu sita kumi na tatu. Juma namba tu ingesemaje? Ok, elfu kumi Caroline 5000 Shila ten Humphrey ten and ten plus. Na ni ukweli kwa sababu hiyo scratch kama hii, kama ningekuambia ingekuwa 50000 ungeniamini? 50 50. Kama hii si kubwa, na huoni mara nyingi 50000 <laughs> kwa sababu na vile ninataja hii ni kwa sababu hiyo scratch ni ndogo, lakini kurekebisha hiyo unahitaji kupata hiyo rangi ya gari kwanza. So ni jeep, unahitaji hiyo rangi. Kuna dealership moja Westlands. Kama hawa hawana rangi tutahitaji kurudi UK kupata rangi. Na kama tunafanya hiyo, inaanzia kwa 50000 alafu tunaongeza pesa ya petrol kufika kuongea na watu, pengine hatuna hiyo gari kwa wiki mbili ama tatu, wakati wanafanya marekebisho hiyo 50000 sasa imekuwa 200000 na mtu mmoja anahitaji kulipa. Na kama nilikuwa nasema, ni ajali kwa sababu upepo Hi, hai kwa mtu haku hakusonga gate kwa gari yetu, lakini ninataja hiyo kwa sababu mambo madogo ambayo tunafanya kati ya kazi yetu mara nyingi zina bigger consequences like, kama unasahau kuweka tishu pengine hawatasema mambo mengi, lakini ikifika saa tano na nusu na wanaanza kutupigia simu sisi sote tumeshada kulala, na wanauliza tishu iko wapi, taulo tawu ziko wapi? Hiyo inatusumbua tu. <laughs> Na vile ningetaka mwaka huu, nitujue kwamba hata kama ni kitu kadogo tu, it will have bigger effects on other things, kwa sababu utaniamsha saa tatu na nusu sasa ninajaribu kukimbia nitafute tishu kwa hab na taulo na kila kitu. Ninafaa kuamka saa kumi na mbili ya asubuhi, pengine ninalala mpaka saa mbili. Sasa kazi yangu ya asubuhi nimesonga mbele, basi hii usiku ifuatayo siwezi kufanya kazi yangu vizuri, kwa sababu hii kitu ndogo pengine umesahau kufanya. Sio ni kitu muhimu, nilitaka tu, tukazie mwaka huu Um, tulikuwa anafanya pamoja shida, hukuwa priorities yetu, nini ni muhimu kuliko kazi nyingine, kuanzia wakati unaingia mpaka saa unatoka, kazi gani ni muhimu zaidi ya kufanya. Pengine anamaanisha unaacha kazi fulani, unauliza usaidizi kwa kazi fulani, lakini tujue kazi gani ni, ni muhimu zaidi na kama, kama yeye yeah, ambayo aligonga gari yetu vile alishtuka wakati tuliongea naye na manager yake. Mimi najua hatafanya hiyo tena. Hawezi kusahau kufunga gate vizuri kwa sababu yeah, next time sasa pengine company watalipa, next time itakuwa pesa yake. Na kama unamuuliza mtu fulani nipatie elfu mia mbili <laughs> wengi hawana hiyo pesa, so tukifanya, tukisahau kufanya kazi na tunaambiwa kwa nini haikuwa nzuri, pengine, next time tunaweza kufanya nini? Tafadhali tu, tukumbuke hiyo, ili tusirudie maneno yetu tena na tena, hiyo haitakuwa nzuri, na pia sisi sote tuna like, we'll start na haitatusaidia katika kazi yetu. Tunahitaji pride. Ni nini? Ni kiburi. Tunahitaji kuwa na kiburi ndani ya kazi yetu, si kiburi kwa njia, ndio... <laughs> <laughs> si kiburi kwa njia mbaya, kwa sababu kila wakati ninasema we are the coolest people in Naivasha. <laughs> ninaamini hiyo, hawa wote hawawezi kuniambia ninasema uongo, kwa sababu ninaamini hiyo, na ninajaribu kuonyesha hiyo sifa katika kila kitu ninafanya. Kuna neno nyingine ya kiburi, ikiwa mimi ni like, I'm proud of mimi, ninafanya kazi kwa Elwai, inapeleka hiyo maana like, ninafurahia, si atikuwa na kiburi atiwee hivyo, sindio? Kuna mm. neno gani ya Kiswahili ambayo inaonyesha uh, inanipendeza kufanya kazi, inanipendeza ama inanifurahisha. mm -hmm. e, oh, ni hiyo kujivunia, sindio? si kiburi, ni <laughs> <Okay. laughs> kujivunia, sindio? <laughs> hey, mi niko Elwai, sisi tunafanya kazi vizuri, tunajivunia hiyo, sindio? niko tofauti oh, <laughs> Oh. Kwa Kiingereza ki Kiingereza ki no yeah. si ni neno moja tu ndio basi. kujivunia ni nini kwa Kiingereza ki si kiburi? hmm. kwa oh. Mkenya mbaya ni mbaya, ndio hawa. Yes, si aina hiyo, ni ile. Okay, kujivunia ile. Asanteni. Na tunahitaji hiyo kwa sababu sisi kazi yetu hii ni kiburi, ni nzuri kuliko hawa wote. That is 100% fact, na kila mtu anahitaji kujua hiyo, na hata kati sisi tukiwa hapa pamoja, tunajua kazi yetu ni nzuri, na tunaendelea kujenga sifa nzuri pia kwa jina yetu tukiwa hapa kwa Elwai. Na nilikuwa na swali nilitaka kuwauliza, nani ako hapa kwa sababu ya pesa. Ndio, na mshahara, smiling at me mm -hmm. <laughs> Inua mkono kama unaamini, kama, una ni... <laughs> kama uko hapo kwa sababu ya pesa ningetaka, mm uko na -hmm. mkono yako. Na hakuna jibu mbaya, ni swali tu, hakuna jibu mbaya <laughs> <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Kabisa, mm -hmm. Kila mtu anaamini hiyo kabisa. Ninauliza <laughs> <Kisa. laughs> kwa sababu kama kama mwaka mmoja Like this year we make 100,000. Mwaka tunatengeneza 100,000. 100,000. Umnafikiria, next year tukitengeneza 10 million, bado mtakuwa na mshahari ambao mkonayo ile wakati tulikuwa nafanya 100,000. Kwa nini? Kwa nini? <laughs> Okay, nawapula <laughs> A nilisema hiyo kwa sababu kila mwaka tunaendelea kukua zaidi na zaidi. So to go from 100000 to let's say 1 million tunahitaji kufanya nini? Bidii sindio? Na zaidi ya bidii, kwanza wageni wanahitaji kuja, na wanahitaji kufurahia, na wanahitaji kurudi tena na tena, sindio? Kufika hiyo 1 million. Basi kama tunaenda kutoka 1 million mpaka 10 million

na sasa kwenda kutoka 1 million hadi 10 million yes, tunahitaji kufanya kazi gani? Mm. Okay. Bravo. Yeah. Asante, ninasema hiyo kwa sababu nilisema kila mwaka tunaendelea kukua na kukua, na hii siku ikifika tunakuwa na 10 times mshahara as much as we had last year ya kila mtu utaongeza kwa sababu hiyo ni fair, sindio? Lakini ili tufike kwenda kutoka 1 million, mpaka 10 million ama 100, 000, mpaka 1 million kazi yetu inahitaji kuwa nzuri zaidi na zaidi, sindio? Hatuwezi kufanya kile ambacho ilitupelekewe tu, ili kutoka 0 mpaka 100, 000, kwenda kutoka 1 million hadi 10 million, sindio? Tunahitaji ku, kujifunza zaidi tukiwa kazini. So nilitaka ku, kuapatia lengo ya mwaka huu, na niliwauliza, I think wiki iliyopita, Juma hukuwepo, tujifunze oh, kitu mpya, kitu kipya kila siku, tuko kazini kila siku. So kwa mfano, Susan, hujui kufanya mambo ya maji moto, sindio? Hii kazi ya Wafula, pengine leo Wafula amekufundisha ni gani cold water ni gani, hiyo umejifunza ume kitu hata kama ni kitu kidogo tu, ningetaka kwa sababu ni kitu mimi pia ninajaribu kufanya kila siku, nijenge ni kila kitu kila ninajua katika kazi yangu, ili tufikishe lengo letu mwisho wa mwaka. Mnafikiria mnaweza kutusaidia kufanya hiyo, kujifunza kitu moja kila siku huko kazini? Maybe to do something quicker, um, to do something with less effort. Naonaje? Okay. Mimi ningetaka hiyo zaidi. So kwangu hiyo ilikuwa kila kitu um, tukiendelea kuboresha kazi yetu oh. okay. mm-hmm. yeah, yeah. Tukiendelea kuboresha kazi yetu, wageni wengi wanaingia, pesa inaongezeka, sisi sote, so tunapata pesa yetu, kila mtu ameenda nyumbani kama amefurahia. Ndio, kila mtu anaweza kununua Land Cruiser na sijui nini, mkitaka kununua elfu <laughs> <Yo> <-10. laughs> kumi ndio kila kitu kila kitu. Lakini mwaka huu tutahitaji kufanya bidii zaidi kuliko vile tulifanya 2025 kwa sababu bado tunaendelea kukua na kama nilisema sisi ni wazuri kuliko hawa wote wengine, na nimeenda kwa kila resort hapa Naivasha, kila moja nimeingia na hakuna pengine. Oh, kuna mmoja ambao wanaweza kutushinda sasa hivi, lakini mwisho wa mwezi huu mwaka huu sidhani dhani aweza kutushinda kwa aina yoyote. So ilikuwa hiyo.